Mimi naitwa Michael West. Uh, tunashukuru mamlaka ya kodi ya mapato mkoa wa Ruvuma kutualika sisi wafanyabiashara kuweza kushiriki mjadala pamoja pamoja na kamishina au mkurugenzi wa elimu ya mlipa kodi. Tumejadilia na mambo mbalimbali mbali, na kikao kimekuwa cha mafanikio kwa ujumla. Wametukumbusha wajibu wetu wa kulipa kodi wametupa pia taarifa njema kwamba katika mkoa wa Ruvuma malengo tuliopangiwa bilioni 40, tumevuka tumeshalipa bilioni 44, hiyo ni yuni kwa mwezi Mei 2025. Kwa yamkini tutaendelea kuvuka lengo, na hii ni kutokana uongozi uh, wa serikali ya mkoa wa Ruvuma, mkuu wa mkoa uh, vyombo vyote vya usalama vya mkoa wa Ruvuma, lakini mamlaka kwa ujumla, ambayo ndicho kitengo kinachohusika na ulipaji wa kodi. Kwa hiyo sisi kama wafanyabiashara wa mkoa wa Ruvuma, ikiwemo ni mimi, mimi ninafurahi sana kwa namna vile ambayo tunaenda vile vile. Tunamshukuru hata meneja wa mamlaka ya mapato mkoa wa Ruvuma alivyokuwa karibu na wafanyabiashara wa mkoa wa Ruvuma hususani, nafikiri matokeo makuu yameonekana, tumeweza kuvuka marengo kwa sababu malengo ilikuwa ni kukusanya bilioni 40, lakini kwa mujibu wa maelezo ya meneja amefikia bilioni 44. Kwa hiyo nasema hii ni matumaini mazuri kabisa na matumaini mapya, na ninaomba vile vile tuendelee <coughs> vile vile kuelimishwa kama walipa kodi, na tuendelee kuboresha mfumo wa kodi kwa namna ya maoni ya wadau, kwa sababu sisi ndio wadau walipa kodi, na tunatakiwa tulipe kodi kwa uhuru